MoSports Media kama ni mara kwa kwanza basi nikuomba subscribe like comment na kushare ili uzidi kupata updates mbalimbali za kimchezo pamoja na habari nyingine za usajili Simba Sports Club ambapo katika dirisha dogo hili la usajili wanafanya marekebisho makubwa na hii ni kutokana na, na mahitaji ya kocha mkuu wa klabu hiyo kwa maana ya Steven Becker. Steven Becker, amefanya tathmini ya kina ya wachezaji katika michuano ya Mapinduzi Cup na amebaini kuna marekebisho makubwa yanahitajika. Simba Sports Club wanatajiwa eh, kuachana na takriban wachezaji kadhaa wa kigeni na wengine wakiwa ni wachezaji wa ndani ili kupisha usajili mpya wa kuimarisha kikosi hicho kuelekea mashindano ya kimataifa pamoja na ligi ya ndani. Wachezaji wengine wakiwa wanaachwa eh, moja kwa moja, wachezaji wengine wakiwa wanatolewa kwa mkopo na wengine eh, wakiwa wanauzwa kuelekea katika vilabu wanazohitaji k ambazo eh, ofa zao zipo mezani hivi sasa. Mchezaji wa kwanza ambaye anatarajiwa kuacha eh, katika klabu hiyo ya Simba Sports katika dirisha hili dogo la usajili ni Neo Chifti Maema, ambaye yeye alisajiliwa kwa mwaka mmoja wa mkopo kutoka katika klabu hiyo ya Mamelodi Sundown ambapo mpaka hivi sasa Neo Maema ametumikia mkataba wa miezi sita tu wa mkopo, na umesalia miezi sita ya mkopo, ambapo klabu ya Simba ipo tayari kuvunja mkataba wake na kurudi huko alikotoka kwa maana ya Mamelodi Sundowns. Mchezaji wa pili ambaye anatarajiwa kuondoka katika klabu hiyo ya Simba ni Joshua Bodo Mutale ambaye mpaka hivi sasa ametumikia mkataba wa mwaka mmoja na nusu wa mkataba wake na uh, Simba ipo tayari kumtoa kwa mkopo kwenda kwenye klabu inayomhitaji au kuvunja mkataba wake waachane moja kwa moja. Mchezaji wa tatu ambaye anatarajiwa kuachwa na klabu ya Simba katika dirisha hili dogo la usajili ni Jean Charles Ahoua ambaye mpaka hivi sasa ametumikia mkataba wa mwaka mmoja na nusu pekee, amesaliwa na miezi sita ili mkataba wake kutamatika hivyo Simba wameamua kumuuza Ahoua kuelekea Raja Casablanca na wameshakamilisha taratibu zote, na Ahoua muda wote atatambulishwa na klabu ya Raja Casablanca kupitia kwa kocha wake huyo Fadlo Davis. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua na Simba ndoa imetamatika rasmi katika dirisha hili dogo la usajili. Mchezaji wanne ambaye anatarajiwa kuachwa na klabu ya Simba katika dirisha hili dogo la usajili ni beki karibua Chamou ambayo kwa sasa ametumikia mkataba wa mwaka mmoja na nusu pekee, na Simba ipo tayari kumtoa kwa mkopo au kumuuza moja kwa moja kama kuna klabu inayemhitaji. Wachezaji watano ambaye atarajia kuondoka katika klabu hiyo ya Simba ni Steven Dese Mukwala ambayo Kocha e, Steve Becker amesema hamuelewi na wala haipo kwenye mipango yake, hivyo Simba wanafanya uwezekano wa kumtoa kwa mkopo kwenda kwenye klabu inayomhitaji. Wale wengine wawili wa ndani ambao wameondoka katika klabu hiyo ya Simba ni Mzamiru Yasin ambaye ameelekea katika klabu ya TRA United, huku Awesu Ali Awesu, awesu akipelekwa kwa mkopo katika klabu ya Police Kenya ya huko eh, nchini Kenya, lakini eh, kuna uwezekano mkubwa basi Mohamed Bajaber naye akaondoka katika klabu hiyo ya Simba katika dirisha hili, na akapelekwa kwa mkopo ili kuondoa ile pressure na kupata game time ili aweze kurudi katika fomu yake baada ya kutoka kwenye majeraha basi usahau kusubscribe ili kupata updates kwamba ni nani na nani wanakuja kuziba nafasi hizo ambazo zimeachwa wazi katika dirisha hili hili dogo la usajili.